Ambayo umekuwa kwa miaka mitano ambayo imepita, tumefanya marathon hii toka tuanze elfu mbili na ishirini ishirini. Umekuwa na mafanikio makubwa sana katika hii marathon, kasababu lengo letu kubwa la hii marathon, pamoja na kukimbia katika kuimarisha afya zetu, tumekuwa vile vile tunafanya marathon hii katika kuendelea kusaidia jamii, na katika kusaidia jamii tumekuwa tunaungana pamoja na wenzetu wa Ocean Road katika kupambana na ili tatizo la saratani ya mlango wa kizazi ambao kwenye kwenye upande huo tumeungana na wenzetu wa Ocean Road na Cancer Institute na tumefanya kazi kubwa sana kwa hii miaka mitano. Vilevile tumekuwa tukisomesha wauguzi wa kunga wa mama na mtoto e. Kwa mwaka jana mwaka jana tulisomesha wauguzi mia moja moja ambao sasa wale wameenda sasa kule vijijini katika kusaidia kuokoa maisha ya mama na mtoto. Na mwaka huu e, tuna mpango mkubwa zaidi. Malengo yetu ya mwaka huu ya marathon ya mwaka huu, pamoja na kukimbia, tunategemea kuendelea kusapoti kwenye swala la, la kupambana na hii saratani ya, ya, ya mlango wa kizazi, kuendelea kufanya kazi na wenzetu ao wa Ocean Road Cancer Institute vile vile tunaendelea kusomesha wakunga mwaka jana kama nilivyosema, tumesomesha wa wakunga mia. Mwaka huu tunazotaka wa tusomeshe wakunga mia mbili na zaidi kwenye e, kipengele cha tatu, tunataka vilevile tusomeshe wauguzi watakaoenda kupambana na e, tatizo la usonji, e, tatizo la usonji ambalo ni tatizo ambalo kidogo limekuwa linasumbua hiyo tumeona vilevile tuwekeze kwenye kwenye hilo eneo ili kuweza kusaidia, kusaidia na serikali katika kupambana na hilo tatizo. Sasa hivi msimu umeshafikia wanawake zaidi ya laki na, katika hao elfu tatu walikuwa waka walifanyiwa na 80 wakakutwa wana hilo tatizo na wakapata matibabu. Lengo letu ni kwenda zaidi ya laki mbili na tunataka tufanye hata mara mbili ya kilichokuwa kikifanya i. Unajua, ni lengo ambalo tutaendelea kufanya kwa miaka mitatu, lakini kuendelea kuwafikia wanawake wengi, hasa kule vijijini ambapo ni mara chache sana kuweza kupata huduma ya saratani, kwa sababu huduma ya saratani mara nyingi. Kwa hiyo tunaenda kule vijijini kuweza kuhakikisha kwamba na wao